Na maneno ya mama yako nadhani nayaweza. <laughs> Mimi sio lijali tena, mbele yake nikisimama, nitazami kama mwanaume ambaye yuko na mtoto wake. Nawezaje kuishi kwenye mazingira hayo tena? Neli, naomba uondoke, na kwenye kichwa chako futa kumbukumbu zote kumuhusu Maya. Toka nyumbani kwangu, Neli, toka nyumbani kwangu! Kevi alimtembelea rafiki ambaye ni Nelly kwa bahati mbaya akamkuta na Pipi na Pipi ni rafiki wa Maya na Nice. Kevin alimuuliza Neli, je, ingekuwa si yeye ameingia bali ni Maya amekuja wasuluhishe ugomvi wao angesema nini ilhali Pipi ni rafiki wa Maya na Nice?" Neli anamjibu Kevin kwa kusema kuwa hakuwahi kumpenda Pipi, bali ni yeye anajipendekeza kwake na anampa heka heka, akijaribu kumhepa anakuwa king'aa. Kevin anakubaliana, lakini anatamka msemo ambao ulimwacha Neli kama haelewi. Pa! Aliyeingia sio Kevin. Maya ndo ameingia ungefanya nini we ndugu yangu <laughs> sasa? Ulichokosea huko nipigie simu nijiongeze huko ni baki baki. Umekaa kimya. Nimekuja moja kwa moja mpaka ndani na kukuta kwenye hali ile, ndugu yangu samahani sana, lakini kitu kilicho nistaajabisha, Neli yule mwanamke, si rafiki yake na Maya kaka? Bado huko kwenye changamoto za mahusiano yako hapo eh? hapo ulipo unakuwa una na mwanamke mwingine alafu mbaya zaidi, unamleta hapo nyumbani. Mbaya zaidi tena, huyo mwanamke ni rafiki wa huyo mwanamke wako ambaye mpo kwenye shida. Hivi kwa mfano, pale nilikuwa ni mimi ambaye niliingia nikakuta mazingira yale, angekuwa ingekuwaje? Maya sasa anaingia pale, anakukuta katika mazingira yale eh? Ae, anaweza kaa amekaa huko amejitafakari kaamua kurudi, mje msahihishe makosa yenu, mwanze maisha upya, vipi? Anakukuta kwenye sintofahamu kama ile. Kaka, ni kweli kaka unachokizungumza, lakini ukweli ni kwamba yule mwanamke mesikwae kumpenda ndugu yangu. Alafu yule mwanamke amekuwa ni mtu ambaye ananipa heka heka sana, najaribu sana kumkwepa lakini cha kushangaza amekuwa ni kama king'anga kwa upande wangu. Mimi sikuwahi kumtaka wala sikuwahi kumpenda hata kumshobokea. Nywe sijawai kumshobokea. Ni sawa unachokisema, lakini kuna msemo mmoja unasema, ukimkuta mbwa juu ya mti ujua amepandishwa hajapanda mwenyewe. kama rafiki wa mtu lakini ni rafiki anayemramba mwenzake kisogo. Pipi alijifanya na kuja kusalimia rafikiye ambao ni Nice na Maya, anamkuta ni Nice, ameketi peke yake nje na kumuuliza kwamba ana hesabu nyota pia Pipi anamuuliza Nice mbona yuko peke yake bali hayuko na Maya, anajijazia na kuuliza au labda ameenda kumwona Neli, asijue Nice anajua mambo yake, kwani huwa hapendi kuona Maya na Neli pamoja na sababu anamtaka Neli kinguvu. Hapo oh mchezo wa kufikia tofauti na sisi huku tunawaweka na my god. Usijali mwae. Alafu Maya tangu aondoke, ajarudi mpaka sasa hivi, alikwambia amenda wapi? mm. Mimi ajaniaga, alafu pia nilitoka, niliporudi sijamkuta, asije kuwa amenda kwa kibeteni chake maana akawi yule. Alafu we Nice, kwani usimshauri shoga yako atudhalilisha Unajua mapenzi yashauriki dada unaweza ukakuta mtu anakushauri wachane na mpenzi wako, kumbe naye anamtaka. Ukimwacha okay, tu naye anamnyakua. Kweli anyway, mi ndo nasipa hivyo. Maya akirudi mwambie nimeenda kuonana na shemeji yake. Sawa mrembo. Sawa, safari njema. mpe hai shemu okay. Nice kama rafiki mzuri alikuja kumwambia Maya juu ya Pipi. Maya haamini kwa sababu anajua Pipi ni rafiki wa dhati. Asijue huyo rafiki ndiye anamramba kisogo pole pole. Nice alijaribu kumshawishi Maya lakini Maya kukataa. Ilibidi Nice amemwambia aanze uchunguzi wake kuhusu Pipi kwani amepofuka na mapenzi na pia hajui marafiki wazuri na wabaya. Siku zote nimekuwa nikikwambia Pipi sio mtu wa kumwamini, lakini wewe bado ni mbishi. Unajua, hauhitaji jicho la kitaalamu kumjua nyoka. Macho ya Pipi yanadhihirisha ubaya wa tabia yake na roho yake. Sijui unazungumzia nini, Rozi. Ina maana usikii kama namzungumzia Pipi? Nasikia, lakini maelezo yako hayajanyooka. Pipi amekuwa mshauri mkubwa sana wa mahusiano yako, hasa linapokuja suala la kuachana na Nelly. Hivi ushawahi kujiuliza, kwa nini Pipi hataki kabisa wewe uwe na Nelly? Pipi ni rafiki yangu, mshauri wangu, ananipenda, tumetoka mbali sana, hapendi kuona nikipitia maumivu na Nelly ndiyo amekuwa mkuki kwenye moyo wangu, ndio maana pipi hampendi. Basi ujue hampendi akiwa na wewe <laughs> ila anampenda akiwa na yeye. Unamaanisha nini kusema hivyo? Pipi anatembea na Nelly.